Mtakatifu Agustino, kwa jinsi tulivyofundishwa seminari na kufuatilia maisha yake, alikuwa ni mtu wa kawaida, he was a simple guy, na maisha yake ya kawaida. Nasema mtu wa kawaida kwa sababu alikuwa anaishi maisha ya kawaida, kijana eh, mwenye vituko vingi eh, na vituko vyake vinajulikana sana. Aliweza akaoa akafanya na mambo mengine akazaa katoto huko na mambo mengine mengi tu, labda kama leo tuseme, labda alivuta hata shisha labda <laughs> <laughs> na kuna tule tupombetwa kwenye tule tu, nini tule tu tushimwa eh? <laughs> Alikuwa ni mtu wa kawaida yaani hilo tutaka ndio kutusema lakini mabadiliko ya mtakatifu Agustino ni mama yake mzazi, roru ya mama katika familia na roru ya wazazi. Mama yake baada ya kuona mtoto wake ane, ame, ameenda kinyume na mambo mbalimbali, mama yake alifanya novena, mtakatifu Monika alisali, alifunga kwa ajili ya mtoto wake, alimwombea mtoto wake wake, na hapa ndio tunaona roru ya kina mama ndani ya familia. Sasa hivi kuna tofauti ya mama na mwanamke tofauti hiyo iko kubwa sana. Sio kila mwanamke ni mama. Unaweza kama mwanamke mrembo umejaliwa vitu vingi, lakini si mama. Umama ni sifa. Ndio maana hata yule sisa Teresa, wakalikuta aliitwa mama, hakuwa na watoto. Kwa hiyo mama sio lazima uwe na watoto. Kuwa mama sio lazima uwe unanyonyesha au mama uwe vipi. Mama ni sifa ambayo inaendana na upendo uvumilivu, ile tenderness, huruma, kufia watoto wako, kusali na mambo mbalimbali. Haya ndio alikuwa nayo Mtakatifu Monika wa Mtakatifu Agustini. Alimwombea sana mtoto wake mpaka mtoto wake akabadilika, akawa, akatoka katika maisha yale, akasoma, akawa mseminari, akawa padri, na baadaye akawa askofu. Makofi kwa mama Mtakatifu Monika.